Baada ya kutangazwa kwa kifo cha mchekeshaji pamoja na mshereshaji maarufu MC Pilipili, mambo mengi sana yameweza kuibuka, lakini pia tumeweza kuona sababu kubwa ya kifo chake, mpaka dakika hii bado hakijafahamika ni kitu gani, kwa sababu taarifa ambazo eh, madaktari wamezitoa ni kwamba mwili wa marehemu MC Pilipili ulikuwa una majeraha. Sasa, bado uchunguzi unaendelea kwa ajili ya kufahamu yale majeraha yalikuwa ni ya nini na na nini ambacho kilipelekea MC Pilipili eh, mwilini kwake kukawa na majeraha, lakini jambo kubwa zaidi ambalo limezungumziwa mitandao ya kijamii, lakini pia limeleta ukubwa zaidi ni baada tu ya mwanamke wake au mke wake kipenzi MC Pilipili pili kuamua kukaa kimya mpaka dakika hii hatujamuona msibani, lakini pia hatujaona yule dada labda akishirikiana na wanafamilia wa marehemu MC Pilipili pili. Ni kama vile bado anaendeleza bifu lake. Hivi sasa ukiangalia namna ambavyo ilitokea, ilikuwa inasemekana kwamba siku ya tarehe kumi na sita, ambayo siku hiyo hiyo MC Pilipili umauti ulimfika, ilikuwa ni siku muhimu sana kwa wanafamilia kumjumuika pamoja kwa ajili tu ya kuwapatanisha ay, wanandoa hawa wawe kitu kimoja kwa mara nyingine ay, lakini ilishindikana kutokana na umauti ulipomfika MC Pilipili pili. Lakini jambo ambalo nataka nikwambie hapa kuna moja ya interview ambayo MC Pilipili eh, imesikika akiwa anazungumza ay, kuhusiana na mahusiano yake lakini pia kuhusiana na mke wake kipenzi eh, ambaye mke huyo mpaka dakika hii kila mmoja anamwangalia kwa jicho la tofauti, kwamba inasemekana mwanamke wake akawa ni chanzo cha kifo chake, kwa sababu ameanguka tu ghafla akafariki. Sasa ni kama vile ni msongo wa mawazo ambao umesababisha MC eh, Pilipili akaondoka duniani sasa hiyo interview eh, ambayo MC Pilipili aliweza kuifanya, huyu mwandishi wa habari alikuwa anamuuliza kaka, uko sawa eh, yani uko sawa wewe? Lakini MC Pilipili alikuwa anamjibu, kwa sasa hivi nipo sawa lakini hapo nyuma sikuwa sawa, kwa sababu tu baada ya mama yangu mzazi kufariki, na alikuwa ni mama ambaye namtegemea kwa kiasi kikubwa, iliniwia vigumu kwa mimi kuwa sawa kutokana na ile hali ambayo ilinitokea, kwa sababu mama yangu nilimpenda sana, na hakuna mtu ambaye ampendi mama yake, lakini kuna mambo mengi sana ambayo yalitokea, lakini kwa sasa hivi nipo sawa, na alijibu yupo sawa. Lakini pia kuna interview nyingine ambayo inatuonesha wazi kwamba MC Pilipili hakuwa sawa ukiangalia, e, okay, mambo yake ya ndoa ni kama vile yalimchanganya hivi, ni kama vile yalionesha wazi kwamba yeye na mke wake kuna jambo ambalo linaendelea, na kuna hiyo interview MC Pilipili alizungumza na uh, kudai kwamba wao kama mastaa, wao kama watu maarufu, maisha yao ambayo uh, wanaishi hawatakiwi kabisa kuweka madhaifu yao mitandaoni. Anakuambia mara nyingi sana hata kama hayupo sawa, inabidi alazimike uh, kwenye mitandao ya kijamii kufurahi, kucheka ili mradi tu aonekane yupo sawa. Lakini uh, akaendelea na kusema kwamba uh, kuna mambo mengi sana ambayo yanamtokea ambayo yeye ya ya binafsi anadhani au anafikiri anaweza yafanya yakawa sawa yeye peke yake bila kumshirikisha mtu mwingine. Lakini swali lingine ambalo MC Pilipili aliulizwa ni kuhusiana na mahusiano yake, kwa sababu kulikuwa na tetesi nyingi zinazungumzwa mitandaoni kwamba MC Pilipili pamoja na mke wake wameachana, lakini wao binafsi hawakutaka hilo swala kuliweka wazi mitandaoni kwa sababu tu walijua ipo siku tutaweka sawa na ndoa yetu itaendelea kama kawaida. Lakini MC Pilipili pia aliweza kuulizwa kwamba mara nyingi sana hapo nyuma alikuwa anapendelea kuposti picha za mke wake, lakini kwa sasa hivi akawa haposti. Sasa MC Pilipili akawa anajibu na kudai kwamba ni maisha yake binafsi ambayo ameamua kuyapanga hivyo. Zamani alikuwa anaposti, sasa hivi ameamua haposti. Kumbe tukajua kwamba bado MC Pilipili pili hayupo sawa yeye pamoja na ndoa yake, lakini pia chanzo kikubwa inasemekana ni msongo wa mawazo, japokuwa bado haijathibitishwa rasmi na uchunguzi bado unaendelea kwa ajili ya kufahamu hayo majeraha ambayo yapo katika mwili wake ni kitu gani ambacho kiliweza kumpata. Lakini mpaka dakika hii tunaweza kusema mke wa MC Pilipili pili, e, bado hatujafahamu nini ambacho kinaendelea kwake na tunafahamu pia ameachiwa mtoto mdogo kike bado anaendelea kutafakari na kufikiria kwamba yule mtoto ataweza kumlea peke yake kweli. Mambo ni mengi sana ukiwa mjane, kuna vitu vingi hivyo. Basi basi kwa kwa sasa hivi eh, tunaweza tunaweza kusema tukachukua huu muda wa eh, wa kumtia moyo mke wa MC pilipili pili, kwa sababu anapitia kipindi kigumu sana licha ya kwamba alikuwa na madhaifu mengi sana katika ndoa yake, lakini bado ataendelea kuwa mwanadamu wa kawaida. Binadamu tunafanya makosa. Bwana wewe kama shabiki, kuzungumza tuachie maoni yako chini ya comment section, ili mradi tuendelee kuonyesha upendo kwa mke kipenzi wa MC pilipili na uendelee kumtia moyo, kwa sababu bado anahitaji faraja ya wengi, ili mradi aweze kuvuka katika kipindi hiki kigumu. Tuachie maoni yako chini ya comment section.